Humu ndani shemeji yako hayupo, na hata begi lake sijaliona. Yuko wapi? Samani kaka, nimemruhusu aende msibani kustiri mwili wa babake. maana inasemekana bila yeye hawezi kustiri. Pumbafu! Kumbe jinga yule ni jinga kweli kweli! umemruhusu aende wapi?

Umenifanya mambo yangu yanaenda vizuri sana. Atiba, ubarikiwe ndugu yangu, mashukuru. Adela alinifata kule, aliniambia kuwa kuna matatizo yametokea, sijui mzee nani yule alikufata wewe, akakushitakia kuhusu mimi. Ndio nilikutana na mzee Manembo, kuna maneno aliniambia kwamba hapo awali mliwahi kukosana, ila akaniambia nije nikuulize wewe, mlikosana nini sasa Nadhani wewe unaweza ukaniambia ni kitu gani ambacho kilitokea juu yenu. Kipindi upo mdogo alinifataga hapo. Akaniambia kuwa anataka kunioa. Mimi nikashangaa. Umri wake na wangu hauendani. Wa Anioe mimi. Jana yake ile na nani uzi wake hajaumalizia kwangu. Nikamkataa. Sikutaka kuingia ida nikiwa bado binti mdogo. Hilo ndio tatizo lilipoanzia. Tatizo ni hilo tu na hakuna jingine. Hakuna lingine. Ni kweli ule mzee ana tabia hizo, na kama shida ndio hiyo tu, basi atakuwa hana busara. Kingine ndugu yangu, mganga kuna vitu ameniagiza, lakini mpaka kuvipata hivyo vitu inahitajika niwe na pesa. Hapa nilipo, pesa nimeishiwa. Nilikuwa naomba niwaache kidogo, niende mjini nikajichange change, niweze kupata hivyo vitu, niendelee na tiba. Haya, mimi nikutakie safari njema. Asante. Na mimi nawatakia mwishi vizuri. Hapo msio mnagombana gombana tena, nikija tena usininunie tena, nitakuletea zawadi ndugu yako sawa mama. Sasa smamasasa msikilize moke na njia mi napita huku sawa. Ha. Shemeji, shem naomba turudi nyumbani, nirudi nyumbani. Hapana, siwezi kurudi nyumbani, yaani niache kwenda kumzika babangu nirudi nyumbani? Hapana shemeji, siwezi kurudi nyumbani. Shemeji nielewe, mimi tutakapofika nyumbani nitakueleza kila kitu. Kwa sasa hivi sitaki nikuvunjie heshima kabisa. Shemeji utanisamehe, siwezi kurudi nyumbani mimi ha. Shemeji, utaenda bana. Hapana, siwezi kwenda. Sasa, ndugu yangu Makoroboi Siri yote ile nitakwambia kesho, nitakwambia kesho ile. Kumbe mwanamkenye mchokozi bwana mm. Dunia ndogo hii, wewe umejuaje? <laughs> habari zote nazo, tena habari hizo nimezipata kwa mke wangu kipipi. oh. <laughs> ndio ta chakula tu, lakini sio maneno bwana, ndugu yangu <laughs> ni kweli

Wamba, oh, najibu, ah, sumboi, na wajibu yake kwamba unajua mimi nkelani sumbui na mudu na mi ntamwambia namwambia kila kitu kuhusiana na kuwa huyo binti na kama akiwa nataka kupinga, ah, nampata haraka tu ah. Hmm. Aya, sawa, mimi nakuunga mkono, we ndugu yangu, nakuunga mkono, isipokuwa kama na mimi kwa kipipi itaendelea hivi hivi, ah ndugu yangu atakuunga mkono. Ah, yani ah, pia ongeze mke wa pili? Ah, sijasema hivyo. Ila kama atasumbua. Jijanganye. Jijanganye audio pili. Na eh, <laughs> badala ya hapo kuna habari gani nyingine? Bwana, ndugu yangu, bwana ndo yale. Ndio, ndio issue iko hivyo hivyo. Kwa hiyo jitahidi sana mwanangu. Jitahidi sana swala mshenga. Mimi sijui taratibu zinaendaje au Mi niliozeshwa tu muoe mimi wangu oh. Ah, ah. Mimi sina shida na wewe, ndugu yako ndugu yangu. Kuna kuna kipengele kingine chochote na? No, no, no, wanawake mdamu mwingine nabidi wajue kwamba sisi ni wanaume eh, sio kinyonge nyonge sana, wanakupanda kichwani. Pointi 3 hizo hizo pointi 3 hizo Shemeji, sikiliza nikwambie, hapa huwezi kuondoka kwenda sehemu yoyote ile. Brother kashaniambia kila kitu, kwa hiyo ni vyema tukamsubiri tu. Kumbe wewe lengo lako ni sisi kutuua, si ndivyo? Sasa kabla ya kutuua, ninakuua wewe, sawa, si ndivyo? <coughs> eh? nakuua <Yes! tos> Kaka, kesi.

Ama kweli dunia tujaimaliza, kuna vitu chini uvungwa tujaviona. Dawa na sio maji. Kama utaki nikumwagie, unaweza kurudi ulipotoka. Nisikilize, sina ratiba ya kuoga. Wow! izipvy izioao iz izi panjabi huyo ndo mganga huyu ndo mganga hapo. Namchukua nampeleka kwa mama Gita. Haya nimwagie. Nimwagie baba. Unachelewa baba. Mwiba, zunzunzu zunzunzu tosha, tosha. Mwiba zunzunzu vyo gamka vipi mambo, habari yako. Salamu anajifanya katakatifu, haka mambo ya kiuni kiuni akatak samani. Mganga unjua papa, na kuna mambo haya mawili muhimu sana mnileta hapa. Jambo la kwanza ni hili hapa hili jambo hili nila kuhusiana na na biashara. Eh, maana kuna kuna genge likopo nimelifungua. Wakati nimefungua nilikuwa napiga sana hela, lakini baadaye kuna mchawi mmoja akaja kafungua pembeni yangu akanibia wateja wangu wote. Unaona, hasa nataka wale wateja warudi na vile vitu nilivyo nilivyovila baada ya kufilisika na venye virudi Baba yangu imekuwa mabahati sana kuonana mimi na wewe hapa, maana leo siku isingepita bila kuja kwako kwa. Hivi ni nani ambaye inaambia kuhusu ile eneo kwamba ipasi kuhusu hmm? na kingine uliniambia kabisa mbali eneo ni urithi wa azina yetu, lakini bado kanizunguka wewe na maina mmeuza milioni tatu na nusu bila kuniambia mimi makoroboi Unamaanisha nini unachokiongea? Ina maana kuzunguka kote huko unakuja kuzungumzia eneo la ulisi limeuzwa, alafu mimi na maina tumekusaliti si ndio hivyo? Nawezaje, nawezaje mimi nawezaje kusubutu kufanya hicho kitu, na wakati mimi ndio nasimama kipaumbele kusema eneo la ulisi halitakiwi? Kuna siri mzito ambayo mimi naijua na ndio maana nakata, unaliona lina kweli ndani yake. Kwa hiyo ina maana kwamba Maina ameuza bila kutushirikisha hayo kwangu ni mageni sana. Nashangaa kaka wangu unashindwa kuniamini kwa vitu vidogo. Ukweli tu uliopo, huyo Maina unayemzungumzia wewe mimi nyumbani kwangu hajafika. Toka nilivyoongea naye akaondoka na, na kisilani chake, ananiona mimi mbaya. Sasa unavyoniambia mimi sijui, ila tunaomba sana kaka wangu, usiwe na moyo kali, usinifikirie vibaya. Maina ni mdogo wetu, anaweza akawa mtoto wetu vile vile kwa sababu ameachwa ndio mwisho tunamlea kama mtoto. Nachoomba tusiende nalo kwa tempo sana cha kufanya, akija nyumbani kwangu nitakupa taarifa, na akija kwako nipe taarifa. Tukaa naye chini tuongee naye kwa herufi kubwa, yes, mtoto aelewe. Lakini hataelewa basi sawa, ilo haina shida. Kama atakuja kwangu mimi nitakupa wewe taarifa, na kama pia akija kwako njoo nyumbani kwangu nipe taarifa tuzungumza naye. Nazani imeisha, mimi nawe hatugombani, tumeachia naziwa na mengine atafuata. Kazi njema. Jambo langu hili la pili hapa ni la kuhusiana na elimu. <laughs> Mimi nasoma mem kwa kama unavyojua, eh? Elimu dunia. Tuliambiwa la, tuliambiwa zetu tusoma. Tukaona daftari zito shuka nyepesi. <laughs> Unaona bwana? Kwa <wana>? bwana <laughs> Nilipokuwa ndo nikagundua kwa nini mama alikuwa ananikurupua asubuhi kwenda shule. Umuhimu wake ndo nika nimegundua hapo. Baba, kule shuleni kuna watu wananichangia Kiingereza kuna watu wananizidi akili, wanapiga ingereza. Yes, no, I'm good, me I'm looking for you, that is many character. Unaona? Sasa nataka niwaloge wale watu, nipe dawa nikawapige nyanga. Akili zao sio zangu. Kuhusiana na biashara naweza nikakusaidia, lakini kuhusu akili siwezi kukusaidia. Na muda huu sipo kwa ajili ya tiba hadi jioni. Kama unaweza Unaweza ukakaa, kama hauwezi rudi jioni. Sawa, mimi naweza nikavumilia vumilia mpaka yeta hiyo jioni, lakini masuala ya vipi yapo. Nicho ndio kichokuleta eh? naweza nikaacha kicho ndeta nikafanya nicho kikuta. Mgaya kambia utarudi jioni, naweza kwenda ah, hata ah, wewe ndugu yangu eh? Naona mama Kiguna njia umefika sasa. Haya, kuna shida gani tena? Nimewaita hapa tuende kwa shangazi Msunye tukaongelee kuhusu ile swala la ngoma, kwa sababu naona ndugu yako hali inazidi kuwa mbaya. Tumeongelea ile swala la ngoma, tukakubaliana tuende kwa shangazi Msunye jioni, hatujaenda. Yote tisa kumi, tufanyeni tuende kama tunaenda. Nadhani unaona hali yake. Nimemwona. Alafu ni hali ya kawaida kwa sababu hata nikiwa naye mimi mwenyewe ananifanyaga hivyo hivyo. Kwa hiyo sioni kama kuna jambo jipya kwake hapa. M2 M2, tazama wanavyoishi kama ni machizi hawa. Watopona wakiambiwa wasiki, tuwaombe labda Mungu wata Mwalimu, mwalimu, mwalimu! Nisaidie mwalimu, Madam Grace, tuondoke! Tusaidie tuondoke! Ni ndoto, mbona inatisha mm hivi? -hmm. Na kwa nini naota hivi ikiwa ni mchana? Nani? Smekuja kusaisha, kusaisha nimetoa maswali lini na wapi mwalimu? Mbona unazeka bado mdogo? Mi nimekuja kusaisha. Wewe mzee, naomba usinizoe. Ama kweli dunia tujaimaliza, kuna vitu chini uvungwa tujaviona watu wanaubadili mchana kuwakiza, kama ubaya wa mwachi Mungu wanalipiza. Watazame hawa walipokuwa watoto wajasoma, wanasoma elimu ya watu wazima. Yani vituko sijapata kuona, wanaitwa mekwa, kuna fimbo ya haja inayoweza geuka nyoka yani utastajabu kuliko yale yanaviusa. Ah, kumbe kuna siri nzito sana ah, uhu, uhu, kuna vitu vya kutisha wati.